Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Siku siku nzuri kabisa siku ya Jumapili. Ni kualike kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya mbali Tanzania dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Hanem Zaina na hii ni Toka Zamani TV. Nikukumbushe kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Lakini pia nikukumbushe Run for Autism Tanzania Half Marathon Season 4, na njia ambayo itakufanya wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.runforautismmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783 sita tatu tisa, tatu tatu tano kumbuka ni siku ya Jumamosi Aprili kumi na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Viwanja vya farasi Oysterbay, dar es Salaam. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni kanuni za maadili ya uchaguzi za bana, kampeni nyumba za ibada, rushwa, lugha chafu marufuku. Vyama kumi na nane vya saini. Chadema kutoshiriki uchaguzi yatoa neno, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika kukamilika ujenzi Kareko sasa kuanukia, habari katika ukurasa wa pili. Mahakama kutumia SGR kufanya utalii wa mahakama habari katika ukurasa wa ishirini trilioni tatu za kusanywa mauzo kwa stakabadhi gharani habari katika ukurasa wa 17 mkenda aonya shule binafsi habari iliko kwenye ukurasa wa tano wa gazeti makala, ukurasa wa, nane, ukurasa wa, wa gazeti hili makala akiuka mbogo ubadhilifu vyama vya ushirika habari katika ukurasa wa ishirini aiba milioni nane za bosi kulipa mahari habari iliko kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili U gazeti habari leo likiandika bunge la pigwa msasa utendaji wa ofisi ya msajili wa hazina Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali wakisaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo, mikononi mwangu ni lo gazeti Mwananchi lenye habari iliopewa kipaumbele ni hatima ya CHADEMA kutoshiriki uchaguzi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ni suala linalogonga vichwa baada ya kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu kuiweka kando makada wadau wa baki njia panda, INEC ikisisitiza haina laki kwa miaka mitano ijayo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Ramadhan Kailima. Yeye anasema utaratibu wa kusaini kanuni hizi ni leo tu, hakutokuwa na siku nyingine. Kwa maana hiyo, chama ambacho hakija sign hakitaweza kushiriki uchaguzi na chaguzi nyingine ndogo zitakazofuata katika kipindi cha miaka mitano. John Mnyika anasema ni vyema mkaandika kwamba sijaenda wala sijateua mtu, habari kubwa sasa hivi ni katibu mkuu, sijakwenda kusaini wala sijateua kiongozi au ofisi yoyote kwenda kushiriki kwa niaba ya yangu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mwananchi limeandika boti ya shilingi bilioni nne yatoa kufanya uokoaji Ziwa Victoria. Habari imeandika kwenye ukurasa wa pili, boti ya wagonjwa ikiwa imepakiwa katika gari kwa ajili ya kusafirishwa kutoka bandari ya Mtwara kwenda Mwanza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika ripoti wanawake hawa wako hatarini kupata umaskini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Habari kutoa leseni nne kwa uchimbaji wadogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Samia awaonya tena wanaochezea amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumapili ya leo. Tutazame sasa gazeti Nipashe Jumapili, njoo katika ukurasa wake mbele. Habari iliyopewa kipaumbele ni, ni uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano cha dema out habari gorofa zaidi imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Habari picha inamuonyesha mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi INEC Jaji Jacobs Mwambegele pamoja na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika. Lakini pia gazeti hili imeandika mawaziri waitwa wa kero za barabara wanyamapori, habari katika ukurasa wa pili. Baba mama wa kambo matatani madai ya kumfanyia unyama mtoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika migogoro elfu kumi na sita ya ndoa yashughulikiwa ndani ya, ya miezi tisa. Habari katika ukurasa wa nne. Kona ya afya, sababu kifua kikuu bado ni tishio duniani. Habari katika ukurasa wa saba. Maisha, visingizio vya watu wasiotaka kubadilika. Habari katika ukurasa wa kumi na moja. Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele, michezo, limeandika Amri mechi zote kwangu sawa na vita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lakini pia gazeti hili michezo likiandika Simba yawaita mashabiki wake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na nne. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti la Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Hemedi: serikali haitovumilia uvunjifu wa amani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, ndimwa awaonya watakaoingia majimboni mapema, habari katika ukurasa wa pili. Masauniyaeleza mafanikio ya Muungano, habari katika ukurasa wa pili. Waziri Lela asema mradi wa teknolojia ya maji kudhibiti upotevu wa maji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Vyama vya saini kanuni za maadili ya uchaguzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr Mwinyi mgeni rasmi maadhimisho wiki afya, habari katika ukurasa wa, watu zaidi ya moja wafariki kwa mvua India, Nepal, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeleka gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi jumapili ya leo. Nalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari liyopewa kipaumbele ni kanuni za maadili ya uchaguzi vyama vya siasa, vya mwaga sifa makatibu watia saini, huku wakieleza kanuni hizo zilivyozingatia maoni yao kufanikisha uchaguzi huru na haki. Chadema yajipiga kitanzi rasmi kwa muda wa miaka mitano kushiriki uchaguzi wowote nchini, wadiania wa chama hicho waja juu walia kutoshirikishwa uamuzi wa katibu mkuu wao kugomea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika wengi wakoshwa utoaji fomu CCM, habari katika ukurasa wa tatu. Sofia dereva bajaji jasiri, habari katika ukurasa wa kumi. Operesheni dhidi ya umbaumba umba itadumu? Hili ni swali, undani wa taarifa hini katika ukurasa wanane wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika jinsi ya kuepuka vidonda mdomoni, habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Vidonda michubuko inayotokea katika mdomo na ulimi, tatizo hili husababisha mhusika kupata maumivu kwa kuwa kinywa ni sehemu ya mwili. Habari katika ukurasa wa nane. Lakini pia gazeti Mzalendo limeandika Dr Dimwa awabasalamu wanaojipitisha majimboni, habari katika ukurasa wa tatu. Bunge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 Kombe la FA Jumanne April kumi na tano, KMC Complex, saa kumi kamili jioni, Dar es Salaam. Rekodi za Prince Dube msimu huu ni mechi 23, mabao kumi na mbili, assist nane. Mwanaspoti limeandika Simba na maajabu yake, habari katika ukurasa wa kumi na nane. Mchezo unaofuata kombe la shirikisho barani Afrika ni Simba dhidi ya Stellenbosch, nusu fainali, Jumapili April 20, uwanja wa Benjamin Mkapa. Gazeti hili limeandika ligi bara ya pasuka mara tatu katika hatua hii ambapo mechi zimebaki chache kabla ya pazia kufungwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Gazeti hili limeandika Rashford Amorim kuyamaliza kikubwa. Habari katika ukurasa wa kumi na nane. Lakini pia gazeti hili limeandika Premier League, leo Jumapili ni Liverpool dhidi ya West Ham, mchezo anapigwa saa kumi kamili jioni. Newcastle United na Manchester United leo Jumapili saa kumi na mbili na nusu jioni La Liga leo Jumapili ni Alaves dhidi ya Real Madrid, mchezo unapigwa saa kumi na moja na robo jioni. Wakati dakika za jioni ni Singida inachukua ufalme wa Azam. Habari kwa urefu zaidi imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kamata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa undani zaidi, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi na mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe li katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba ya watoa watano wa kikosi bora Afrika Mbeya City. Habari melika kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga habari ni katika kurasa za ndani. Wasanii watakiwa kusimamia maadili, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, Gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, na gazeti hili linakamilisha urekuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa toka zamani TV. Asante.